Yako ya maisha ni kusudi maalumu la Mungu. Vitu vyote ambavyo umevipitia na ukavishinda, huo ndio wito wako wewe. Ukiweza kutoka kwenye kupitia magumu yakakuvunjavunja, ukaweza kuhili, alafu ukaweza kushare hiyo stori, that means utachange maelfu na maelfu ya maisha ya watu, ukiweza kuwa na ujasiri wa kutosha wa kuweza kuielezea stori yako mbele ya watu wengine na ukaamini kabisa kwamba stori yangu hii ina maana kamili kabisa. Kama mimi niliweza kupitia situation hii nikavuka, It means mimi naweza kuwasaidia watu wengine kupitia walioko kwenye situation kama hii, kupitia hapo na kuvuka. Na kama mimi nilivuka, hata wao wana uwezo wa kuvuka na kama wataweza kuvuka then hilo linakuwa ni lengo kamili la kuweza kuwa na stori ama kupitia mambo waliopitia na kuweza kushinda. Na hauna haja ya kuogopa watu wengine watakuchukuliaje, kwa sababu ulipitia situation ngumu, ulipitia mambo fulani, ulipitia jambo fulani. Una haja ya kuogopa, una haja ya kuchukua mawazo ya watu wengine kuweza kuendesha maisha yako. Wao na mawazo yao wache waendelee kuwa nayo. Achana na kuwaza watakuonaje, bali weka focus yako kwamba, uh, ninamsaidia mtu ambaye yupo kwenye situation ambayo mimi nilipitia na mimi nikapambana nikaweza kuivuka. So mtu pekee unayetakiwa kumuwaza ni mtu ambaye bado sasa hivi hajavuka hiyo situation ambayo umepitia. Achana na kuwaza na mtu ambaye yeye haelewi situation yoyote, hana chochote kinachohusiana na situation kama hii so, Ukiwaza watu kama hawa ambao hawaelewi kinachoendelea, watakufanya huyu mtu ambaye anategemea stori yako ili atoke hatua moja kwenda nyingine, abaki pale forever, na hii damu ya huyu mtu itakuwa mikononi mwako. So stori yako ndio kusudi lako lawe kuwepo. Hawa watu ambao unawaogopa au ambao watakunyoshea vidole na kuponda mawe, hawa ndo watu ambao ukishaweza kuwa successful wataanza kurudi. Ah, nilijua tu yatatoboa kwa stori yake hii, lazima angetoboa. Lakini wakati unaishia stori yako, ndo waliokuwa wa kwanza kuanza kusema ah, na kunyoshea vidole na kuanza kukuponda na kuanza kuona mtu wa ajabu, wakati ulikuwa unaifanya kwa purpose, kwa ajili ya kuweza kusaidia watu wengine. So hawa watu watakuja tu around, wakati huo ndo wa kwanza waliokuwa. So let's go, don't give a time about them, usiwaze chochote kusuwao.